Shalom mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Singing In The Spirit ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa saa kumi na mbili na nusu asubuhi katika madhabahu hii ya Sonship Spirit TV. Lengo likiwa ni kufunulia uzuri wa Roho Mtakatifu na karama zake ikiwa tunaishi katika majira yalionenwa na manabii waliotangulia kwa wana, na ukuhani wa kifaume tunatembea katika utukufu wa karama za Roho Mtakatifu, kama ambavyo na sisi hakika tumelishuhudia, kwani tunaliishi ili neno la manabii lililonenwa kwamba sisi wana na ukuhani wa kifaume tunaishi katika utukufu wa Roho Mtakatifu na Mtakatifu karama zake Nami nipende tena kukaribisha katika siku ya leo mwana wa Mungu unapoungana pamoja nami katika ibada ya siku ya leo tunapoendelea kumtukuza na kumfurahia Roho Mtakatifu pamoja na karama zake mahali hapa. Na siku ya leo tutasoma neno kutoka katika kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa kumi na saba. Neno la Bwana linasema, Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Hili neno ambapo Roho wa Bwana anasema nasi kwamba maana -ufa, ufalme wa Mungu si kula wala kunywa. Kwa hiyo tunajuuza, kwani ufalme wa Mungu ni nini? Ta ufalme wa Mungu maana yake ni sisi wana wa Mungu, watu wa Mungu ambao tunaishi katika eneo la Mungu kwani Bwana alitukomboa akatutoa katika ufalme wa giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, na sisi tuna Roho wa Mungu. Lakini pia sisi tunaishi na tunaongozwa na sheria za Roho Mtakatifu, ambalo ni neno la Mungu Baba katika Kristo Yesu, na hiyo ndo definition fupi ya kwamba ufalme wa Mungu ni nini, kwani sisi ni wana wa Mungu ambao tumezaliwa ndani ya ufalme wa Mungu, tuna Roho wa Mungu Baba na tunaongozwa na sheria na kanuni za Mungu Baba ambao ni neno la Mungu Baba. Hapa anatuambia sio kula na kunywa, sio kwamba ni, ni karama ya Mungu kula na kunywa kunywa, lakini ufamu wa Mungu anasema kwamba ni haki, ni amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Hapo kiangalia neno haki katika Biblia katika Kiebrania Kigreek inamaanisha kwamba dikaios ndio maana ya haki ambapo dikaios hii inamaanisha kwamba we are approved by God, we are accepted by God, we have been justified by God. Tumekubaliwa na Mungu Baba katika Kristo Yesu, lakini pia linazidi kutuonyesha divine laws ambazo sisi wana wa Mungu tunatembea nazo ndani ya ufama wa Mungu. Kwa kumbe hili ni neno la kimamlaka ambalo linatufunulia mamlaka yetu katika Kristo Yesu, kwamba sisi wana wa Mungu tunazaa tunamiliki, tunatiisha na tunatawala juu ya nchi. Na tukizidi kuiangalia hii, kumbe hii inazidi kutufunulia kwamba sisi wana wa Mungu kama pale mwanzo Mwanzo mmoja, kuanzia mstari 26 mpaka 28 ambao unatueleza kwamba Bwana ametubariki ili tuzae, tuongezeke, tutiishe, tutawale na kumiliki juu ya nchi. Lakini hii inazidi kuonyesha kwamba mwana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, kwa sababu tumezaliwa ndani ya ufalme wa Mungu. What you receive after being born again in the kingdom of God, sisi tumepewa, tumepewa mamlaka na Mungu Baba kama wafalme tunaotawala na Mungu Baba akiwa ndiye mfalme mkuu ambaye anatawala pamoja nasi. Kwa hiyo sisi kumbe inazidi kutufunulia sisi ni eneo la Mungu Baba. Sisi kama ukuhani wa kifalme wa Mungu Baba kwa maana anasema kwamba hapa ndipo Bwana anaiambia Zayo, ni kwenye Zaburi. Anasema kwamba mahali ambapo nimepatamani nikae. Mahali hapo ni wapi? Mungu anakaa ndani yangu, anakaa ndani yako mwana wa Mungu. Kwamba Mungu amekutamani akae ndani yako kwa maana kwamba wewe ni ukuhani wa kifalme wa Mungu Baba ambaye unamwakilisha una na kumwasilisha Mungu Baba hapa duniani ukiwa unafunua kwamba wewe kumbe ni eneo la Mungu Baba ambapo anatawala na kutiisha kupitia wewe katika Kristo Yesu mahali hapa. Hii inazidi kutufunia kutufunia, kwamba sisi kumbe ni wenye haki wa Mungu Baba katika Kristo Yesu kwa njia ya imani kama ambavyo tumejua kwamba tumepokea wokovu kwa njia ya imani. Hii yote inazidi kutuonyesha kwamba kumbe ufalme wa Mungu ni haki ya Mungu Baba katika Kristo Yesu, kwamba we have been justified by God himself. Lakini pia inazidi kutuonyesha kwamba amani katika neno amani katika katika katika katika mstari huu linamaanisha eirene Irini kwa Kigiriki ambayo inazidi kutufunulia kwamba it is tranquility peace, rest. Inatufunulia yote hayo, kwamba kumbe hii neno amani, kwamba tranquility maanake ni utulivu ndani ya moyo wako, utulivu ndani ya nafsi yako, rest, pumziko, prosperity pia inatuonyesha kwamba sisi tumefanikiwa katika Kristo Yesu. Na huu mstari ukija ukiendelea kuangalia kumbe ndicho ambacho Yesu Kristo alikuwa anakisema katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 27. Anaposema kwamba amani yangu nawapa. Ninavyowapa mimi sivyo kama wanadamu wanavyotoa. Yohana 14 mstari wa 27. Neno la Bwana linasema, amani na wachieni. Amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na woga. Hii amani ya mali hapa ni Eirine, hiyo hiyo ikiwa inamaanisha resti, tranquility, utulivu na pumziko ndani yetu, kukumbe sisi wana wa Mungu our state, it is rest tupo katika utulivu wa Mungu Baba, tupo katika pumziko la Mungu Baba katika Kristo Yesu. This is what we receive katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo hapa anavyotuambia kwamba kumbe ni amani, na hii amani hii ndio ambayo tunakuja kuiona pia katika kitabu cha Wafilipi sura ya sura, sura, sura ya 4 mstari wa 6, mpaka wa saba, neno la Bwana linatuambia hivi. Wafilipi sura ya 4 mstari wa sita mpaka wa saba, neno la Bwana linasema msijisumbue kwa neno lolote bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu nazijulikane na Mungu. Na amani eirin, ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwamba hii hii, hii, eirin, hii amani ambayo anaiongelea, kumbe ni ile amani ambayo inatufanya sisi tunabaki katika state of rest state of tranquility, utulivu, peace. Na hiyo ndio nature ya mwana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, kwamba baada ya kuwa tunaopokea wokovu, Mungu haexpect sisi tunaishi maisha ya anxiety, kwamba you can't rest, hauwezi kupumzika, hauna utulivu ndani yako. Hapana, bali anasema ufalme wa Mungu ni haki ya Mungu Baba lakini ni amani katika Kristo Yesu. Tumeona ni utulivu ni ni, ni, ni, ni, utulivu, ni pumziko ndani yako, lakini pia anasema na furaha katika Roho Mtakatifu. Hii furaha inamaanisha gladness, inamaanisha thriving thriving, maana yake ni, ni ustawi. Tukiangalia katika katika katika katika Kigiriki, maana yake inazidi kumaanisha kwamba ni furaha, inazidi kumaanisha ku, kwa kwanza, kwa Kigiriki inamaanisha inamaanisha karaa